Na, naitwa Joseph Kazimoto ni afisa kutoka shirika la Childhood Development Organization kwa kifupi ni CDO, ambalo uh, shirika hili linapatikana uh, kata ya Mzumbe, halmashauri ya wilaya ya Mvomero, kama tunavyofahamu katika mkoa wetu wa Morogoro. Shirika la CDO ni kinala katika utekelezaji wa shughuli zinazohusu malezi makuzi, na maendeleo ya awali ya mtoto na shughuli hizi tunatekeleza kupitia mradi wa mtoto kwanza, ambapo huu ni mradi wa uh, uchechemuzi. Lengo kuu la huu mradi ni kuchochea utekelezaji wa program jumuishi ya taifa ambapo inaitwa mam uh, inayotekelezwa katika mikoa uh, yote katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo uh, tuko hapa uh, leo katika uh, kituo cha afya hiki cha Dakawa na lengo la kuja hapa kwetu ni kutoa elimu kuhusiana na mambo ya malezi makuzi ya watoto. Kama tunavyoweza kuona kwamba mabinti wengi hapa tunawapatia elimu, wana watoto wadogo. Kwa hiyo sisi shirika la CDO kama ALCU kwa maana ya Regional Coordination Unit, kuhusiana na mambo ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu ya kutosha kuhusiana na mambo ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Mambo makubwa ambayo tunayagusa kwenye kutolea elimu hasa ni kuhusiana na uh, mambo ya lishe, kwamba tunawasisitiza kwamba ni muhimu sana uh, watoto waweze kupata lishe ya kutosha, mama na mtoto pia apate lishe ya kutosha, ili kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa vizuri, lakini pia ulinzi na usalama wa mtoto ndio limekuwa suala kubwa sana mtambuka kuhakikisha kwamba watoto wao wanapata ulinzi wa kutosha, na ni uh, ulinzi wa kutosha na usalama pia wa kutosha, lakini pia suala uh, la elimu hatujaliacha, kwamba tunaelimisha kwamba ni muhimu watoto wao kupata fursa za awali za ujifunzaji kwa maana ya daycare, watoto kuwapeleka kwenye daycare uh, kwa wale ambao tayari wameshafikisha umri uh, wa kupeleka mtoto kwenye uh, vituo vya malezi, kwa sababu binti yao wanafanya shughuli mbalimbali za maendeleo. Kwa hiyo watoto wao wasiwaache nyumbani kwa ajili ya usalama, basi wapeleke kwenye vituo vya malezi ambavyo vimesajiliwa na vimefuata taratibu zote za malezi wawapeleke ili waweze kupata malezi huko. Kwa hiyo, tunashukuru sana jamii hii ya Dakawa na hapa kituo cha afya, wameipokea hii elimu kwa uzito na wameifurahia sana na wameahidi ya kwamba watayafuata mambo haya yote vizuri.